Jambo lingine ni kwamba hiki ni baraza lenu la mwisho. Baada ya hapa tunaenda kwenye uchaguzi. Kwa taarifa yenu tu, kwa wale ambao labda wana mashaka ya aina yoyote, uchaguzi huko, tunafanya uchaguzi kwa sababu Tanzania tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka mitano na ni misingi yetu ya kikatiba ambayo tulikubaliana k mwaka sitini na tano sabini sabini na tano themanini themanini na tano tisini tisini na tano elfu mbili elfu mbili na tano elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano Hey, mara ya ghafla tisini na tano no reform no election. <laughs> Lakini tuwe makini zaidi, na mtu akisema atakinukisha ana maana gani? Maanake anakusudia kufanya jambo la hatari hapa. Atuache sisi wenyewe tunatiana makonzi na kadhalika na nini, alafu ye mwenyewe kwenye ule mvuke mwingi na moshi unaotokea pale anateleza, kashatengeneza njia ya kutokea kwa hiyo nini. Kama viongozi wa sasa, mna haja na mna haki ya kwenda kuwakumbusha Watanzania wenzetu kwamba uchaguzi upo, tunafanya na tunafanya kwa sababu ni jambo ambalo tumejiwekea . Ninawashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa namna ambavyo mmeendelea kuungana na ofisi ya CAG katika kuhakikisha yale yote ambayo tumekuwa tukielekezwa kwa ajili ya kuisimamia serikali tunafanya hivyo, na mimi ninaona namna ambavyo taarifa zenu zinaonyesha sehemu kubwa ya hoja ni hoja ambazo zinajikita katika performance na mambo ya kisera. Hatuoni ubadhilifu. Toka tulipoanza mkuu wa mkoa, sijaona hoja ambazo zinaonyesha kwamba kuna kutiliwa shaka kwa upotevu wa fedha. Tunaona ni mambo ambayo kwa kweli tunajikita katika kutafuta ufanisi zaidi. Kuja tena kwenye kikao hiki muhimu cha hoja za CAG na umetoa maelekezo na haya maelekezo, mimi siamini kwamba tunaenda kwenye uchaguzi kwamba idadi yote ya waheshimiwa madiwani yao hawatarudi, najua watarudi, na yale ambayo umeyasema e, tutaendeleza na tutaenda kuyasimamia vizuri, lakini mwisho wa siku tukushukuru wewe, tutukisie salamu kwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyotufanyia.